Hii ni kwa wanaume, mababa, baba wenye umeoa uko na bibi na uko na watoto. Unajua hapo kitambo kitambo kabisa, aa, nilikuwa na hisi mimi. Aa, tulikuwa tuna hisi sisi baba yetu ako na nyumba ndogo inje, baba yetu ako na mwanamke mwingine nje na watoto. Lakini baadaye tukakuja kugundua, kumbe sisi ndio tulikuwa nyumba ya nje, e, tulikuwa tunahisi tu baba yetu huyu, baba yetu venye, saa zingine akuje nyumbani, namaliza siku tatu siku mbili, akuje akona nyumba nyingi, akona nyumba nyingine nje, akona nyumba ndogo nje, akona bibi mwingine, huyu baba yetu. Hata ikawa mama alikuwa anatuambia, lakini tulikuja kuundua sisi ndio tulikuwa nyumba ya nje. Sasa hivi nawaambia nini wanaume wenye mmeoa wakati unaoa hakikisha umemwelezea bibi yako kila kitu kinaga ubanga. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unapata baba ameoa na kuna watoto walizaa nje, na amwambii huyu bibi baadaye

MP amekuja kuwa pasta na wakati huo sasa, ule mtoto amekuwa mkubwa sasa. Mnashangaa, huyu mtu ni mtu prominent, lakini alizaa inje. Huyu mtoto itaenda vipi? Huyu mtu ni pastor. Utaona pia pasta ako kanisani, lakini kuna bill za shule analipia mtoto mwingine, alizaa inje na ni pasta na ako na bibi yake. Mtu ni imam, anako na bibi nje, hata hajamwambia bibi yake. Wenzao wa Uislamu, kweli wao wanaoa mpaka bibi na, lakini kama ako nje muislamu wao, huyo bibi muoe kabisa kidini, umlete ajulikane na bibi mwingine, si kuanza kulipia gharama za nje za huko za watoto wengine za familia nyingine ambao bibi yako hajulikani. Siku ambao unaaga, siku ambao unakufa, ndio ile ule bibi mwingine anakuja mbio kwa mazishi, hao ni watoto wake. Hatutaki hiyo. Mkristo, utaona pasta kabisa kwa kanisani anahubiri lakini na watoto wainje aliwazaa wakati alikuwa si muubiri. Kumaanisha ulizaa wakati ulikuwa si muubiri, uwezi ukawatenga hiyo familia. Hiyo familia ni yako. Hata kama wewe ni pastor, unafundisha dini mtu awe wa na bibi mmoja, lakini wewe jua tayari uko na bibi wawili, maanake ulizaa nje wakati ulikuwa wewe si pastor. Kwa hivyo usione kama ukiwa kijana mambo unayofanya hayawezi kuaffect ukubwa wako. Utakuwa mtu prominent, ni ubiki afu, wakati unadunga dunga wasichana mimbo huko haujui kesho yako itakuwa nini. Mungu atakupiga tochi, utakuwa waziri, utakuwa MP, utakuwa pastor, utakuwa imam, basi usione kama wale ulifanya ukiwa hautaweza kuyatoa. Hata mkienda kotini itakuwa ni lazima uliafanya uliweka mimba na huyo mtoto ni wako. Hakuna mtu mwingine anamwita baba, ni wewe anakuita baba. Kwa hivyo mwanaume, ukiowa bibi mwambie kabisa, mimi mke wangu niliweka mimba huko nje kabla, mwambie mna mapema, manake hii ndio inachangua pia inachangia pia kuwa mambo na mambo na, na usingu mama. Hii ndio inachangia manake bibi anakuja kugundua kuna watoto wengine sita wako nje na mimi niko na wawili, basi anatoroka anakuachia anakuacha peke yako. Tuambiane mapema wakati tunachumbiana, mimi niko na bibi mwingine nje, iko hivi na hivi na hivi, si watu wao. Unasimama pale kwa madhabahu na ubiri, mtoto analetwa hapo maanake umekosa kulipa school fees, au washirika watasema nini? Watasema nini hao washirika? Ni tuambiane ili ukweli, tuseme ukweli mimi niko na watoto nilizaa nje bana, eh, ambia bibi yako. Wenye mwanamke anakuambia wanamke, nashukuru wako wanawake. Wanawake, wanawake. Hebu jipigieni makofi mahali popote mlioko, nyinyi mko wazi, wengi kwenu 90% wako wazi wanasema kabisa, mimi niko na watoto nilizaa nje. Hawakimbii watoto wao wanawake. Wanaume tunaficha watoto wetu, kwa nini? Kama tuliwazaa nje, ni sisi tulidunga mimba, hao watoto walikuwa viunoni mwetu miaka mingi tukawatoa tukawadunga huko mbwa nje kwa kwa wanawake alafu wakazaliwa, tunawaficha kwa nini? Ni tuwakubali na mikono miwili, tuseme ni wetu, tena tuwahudumie, sio kuachilia hivyo. Kuachilia ni laana. Wanawake wanachukua watoto wao, hawatufichi wanatuambia, mimi niko na watoto wangu, huyu na huyu na huyu, hawa ni wangu, nilizaa nje huko na wanaume wengine. Kama unanipenda nipende, pamoja na hii na watoto wangu eh, kama ni ndizi, unachukua chukua ndizi pamoja na ndizi zake sisi wanaume kwa nini tunawaficha watoto basi inakaa kuwa sisi, uh, tumepungukiwa ni akili, zaidi kuliko wanawake. Tuseme kabisa, wewe ni pasta, waambie washirika wako, mzee, washirika wangu, mimi niko na watoto nilizaa nje. Mimi ni pasta ndio, huyu ndio bibi yangu lakini niko nilikuwa na bibi mwingine huko. Kwa sababu wewe unasema hauna, huyo bibi akirudi, akirudi hapo na kuna watoto wako watatu, unasema nini pasta? Eh, utakuwa na mama kanisa wawili sasa. Pasta, akona mama kanisa wawili kwani kuna nini unasema ni sawa mnahubiri ati mtu awache mpango wa kando. Mpango wa kando ni, unajua saa ingine mnaangalia situation. Sio kuhubiri mnadanganyana. Mtu ni mpango wa kando unasema amwache. Na huo mpango wa kando ako na watoto watatu. U, atamwacha vipi sasa ako na watoto watatu? Ndio, ako na bibi. Wewe ulifungisha hiyo ndoa ukijua huyu mtu ako na mpango wa kando. Na huo mpango wa kando ako na watoto watatu. Sasa unamwambia awache vipi? Atawacha vipi mpango wa kando ako na watoto watatu? Apana, cha muhimu ni tuhudumia watoto tulizaa nje. Ni sisi tuliwazaa, hatukulazimishwa, ilikuwa ni mapenzi. Tuwahudumia watoto. Kwa hivyo ni tuambiane cha ukweli mwanaume. Kila kona yote tuambiane cha ukweli, iwe ni pasta, iwe ni MP, kuna mtoto nje. Sio kumkandamiza huyo mama sababu kwa katika pawa umkandamize, hudumia huyo mtoto wako wewe MP, huyo mtoto wako mhudumie, kama ni kijana mhudumie mpaka umkatie shamba, hata umpeleke shule, kila kitu. Sio tumkandamize sababu kwa pawa. Hata wewe uwe ni nani, mhudumie mtoto wako pasta Hautamwambia ati huyu bibi asikuja hapa, atakuja kanisani kudai hiyo sadaka, pia anataka gawo kidogo huyo bibi. Mwingine hawezi kukula na watoto wake, na yeye huyu mwingine akuli na watoto wake. Ee, nituambiani ukweli kama unajua ulikuwa na bibi mwingine, ambia ule bibi uko naye ukweli.